Ulipoimarika katika harakati za kuunganisha nguvu za tano na vyama vya wafanyakazi kuikomboa Tanganyika kutoka utawala saba, tani kawa, wa kikoloni. Mwaka 1957 TANU ilimchagua Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa kuwa mmoja wa wakilishi wake katika baraza la kutunga sheria katika serikali ya mkoloni. Akiwa mjumbe wa baraza lile Mheshimiwa Kawawa alipata nafasi ya na kuibana serikali katika mambo kadhaa ikiwemo kuitaka serikali kuvisikiliza na kuvitambua vyama vya wafanyakazi, kutunga sheria za usalama kazini, na kuhakikisha kuwepo haki ya elimu kwa wafanyakazi. Mchango wa Mheshimiwa Kawawa katika kulitumikia taifa pamoja na kuchangia kuwaunganisha Watanzania kudai na hatimaye kupata uhuru Mchango wa mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa katika kuijenga Tanzania huru uliendelea kuwa mkubwa kama ifuatavyo. Mwaka 1960 Mheshimiwa Kawawa aliteuliwa kuwa waziri wa serikali za mitaa na nyumba kwenye serikali ya madaraka iliyoundwa na rais wa TANU. Mwaka 1961 Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa aliteuliwa kuwa waziri asiye na wizara maalum katika ofisi ya waziri mkuu ambapo moja ya majukumu yake ilikuwa ni kusimamia mpango wa kugawa madaraka kwa Waafrika kwa wakati ule ukijulikana kama Africanization. Mwaka 1962 mwezi Januari, Mheshimiwa Kawawa alichukua wadhifa wa waziri mkuu kufuatia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kujiuzuru wadhifa huo ili aende kuimarisha Tanzania. Mwezi Desemba mwaka 1962 Mheshimiwa Rashid Faume Kawawa aliteuliwa kuwa makamu wa rais baada ya nchi kuwa jamhuri chini ya rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar mwaka 1964, Mheshimiwa Rashid Faume Kawawa aliteuliwa kuwa makamu wa pili wa rais na pia akiwa na dhamana ya waziri wa ulinzi alitoa mchango mkubwa katika kuanzishwa kwa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania JWTZ katika kipindi hicho na kujenga misingi imara ya jeshi hilo. Aidha, alianzisha pia jeshi la kujenga taifa. Mwaka 1972, Mheshimiwa Kawawa aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano, wadhifa aliyoendelea nao hadi mwaka 1977 alipoteuliwa tena kuwa waziri wa ulinzi. Pamoja na majukumu haya, Mheshimiwa Rashid Faume Kawawa aliwahi pia kuwa mbunge wa jimbo la Nachingwea na, na baadaye jimbo la Liwale kati ya mwaka 1965 hadi 1985. Mchango wa Mheshimiwa Rashid Faume Kawawa katika kutumikia chama cha tano na baadaye CCM. Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alijiunga na TANU tangu akiwa mtumishi wa serikali licha ya kuwa jambo hili aliporuhusiwa na serikali ya kikoloni. Mheshimiwa Kawawa alichaguliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya TANU mwaka 1958. Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alishika nyadhifa mbalimbali katika chama cha TANU hadi CCM. Nyadhifa hizo ni pamoja na makamu wa rais wa tano, katibu mkuu wa kwanza wa CCM, makamu mwenyekiti wa CCM, mwenyekiti wa baraza baraza la wadhamini wa CCM, kamanda mkuu wa umoja wa vijana CCM taifa toka mwaka elfu mbili na tatu hadi mauti yalipomfika. Na hadi kifo chake Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alikuwa mjumbe wa kudumu wa halmashauri kuu ya CCM taifa na kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM taifa. Mheshimiwa Rashid Faume Kawawa ndiye aliyeanzisha rasmi umoja wa vijana wa tano mwaka 1958 akiwa mwenyekiti wa kwanza wa umoja huo. Katika utumishi wake ndani ya tano na baadaye CCM Mheshimiwa Rashid Faume Kawawa alishiriki katika kufanya maamuzi ya mambo mbalimbali mbali makubwa na kusimamia utekelezaji wake kwa ujasiri mkubwa ambao unajionyesha katika maeneo muhimu ya historia ya taifa letu. Kwa kumalizia, kwa uhakika maisha na historia ya hayati Mzee Rashid Faume Kawawa ina mengi ya kuelezewa ikiwemo yeye kuwa mwanamichezo hodari. Wasifu huu ni sehemu ndogo tu ya yaliyo aliyoyafanya Mheshimiwa Rashid Faume Kawawa. Atakumbukwa na ametufundisha mambo mengi kutokana na, ma na maisha yake na mfano wake katika utendaji kama ifuatavyo: uzalendo wake wa hali ya juu, Uaminifu na utii katika kulitumikia taifa kwa dhati kabisa, kuwa na moyo mioyo ya subira na ustahimilivu, kuweka mbele maslahi ya taifa, kujenga utaifa na kuacha mioyo ya tamaa iliyopita kiasi, nidhamu ya utekelezaji wa mambo mbalimbali, uchapakazi hodari, kujituma na pia ubunifu mkubwa wake ambao ulijionyesha jinsi alivyochochea kuanzishwa kwa umoja wa vijana watano na kuanzishwa kwa Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa Rashidi Mfaume Kawawa alistaafu rasmi shughuli za uongozi wa serikali na katika chama cha Mapinduzi mwaka 1993 alipoacha umakamu mwenyekiti wa CCM. Pamoja na kuwa na umri mkubwa, Mheshimiwa Rashid Faume Kawawa hata baada ya kustaafu, aliendelea kuwa mfano wa kuigwa katika shughuli za kujiletea maendeleo kwenye kilimo, hususan kilimo cha uyoga, ufugaji uvuvi na ushirika. Wananchi kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu walifika nyumbani kwa mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa kujionea jinsi shughuli hizo zilivyoweza kuendeshwa kitaalam na kutoa tija kwa wahusika. Katika uhai wake hayati mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alioa wake watatu na kujaliwa kupata watoto kumi na tano wawili kati ya wake zake Mama Sofia Kawawa na Mama Asia Kawawa walikwisha tangulia mbele ya haki, hivyo Mheshimiwa Rashid Faume Kawawa ameacha mjane Bi Asina, watoto kumi na tano, wajukuu thelathini na sita na na vitukuu wanne. Mheshimiwa Rashid Faume Kawawa atakumbukwa kama mmoja wa, wa wasi mashuhuri wa taifa letu ambao mchango wao ndio umetuwezesha kufikia maendeleo tunayoshuhudia sasa. Mwenyezi Mungu tunamwomba Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya hayati Mzee Rashid Mfaume Kawawa, amin.